Sasa ndugu zangu, wane wanne eredi and gentlemen, napenda tena kuwaalika kuwakaribisha kwenye kipindi chetu pendwa. Sasa leo tutaangalia michapio kumi bora ya maraisi na wabunge ya wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, michapio kumi bora ya viongozi ya wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Sasa zitaki kukuchosha na we usinichoshe sana mimi, sitaki kukupotezea muda, na wewe usinipotezee sana mimi muda. Hebu twende mmoja kwa mmoja live tukaione hii michapio kumi bora ya marais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania na wabunge wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Sasa tukianza na mchapio namba kumi, kura chuma hicho namaana hata tukianza kutumia treni yagoio Mheshimiwa treni itasafiri usiku. Ina maana hata tukianza kutumia treni ya Stiegler's Gorge. Aya, ay, aa twende tukaangalie mchapio namba tisa kura jumba, <laughs> kulani, kulani inadi, inadi. Kunadi ilani. Samahani. Sio <laughs> Aya zaza, nikupeleke kwenye mchapio namba nane kura chuma hicho. Studies zimefanyika, wenzetu South Africa wanachimba chuma, Egypt wanachumba chuma Libya wanachumba chuma. Sasa hizi hasa m... Mheshimiwa Rais <coughs> Mama Samia Samia ruhusu. Aya zaza, tukaangalie mchapio namba saba kura chuma hicho

kwa Kiswahili mnaita mlaita ujasiriamali. Aya, twende mmoja kwa moja, nikakupeleke kwenye mchapio namba tano. Kura chuma. Hicho mimi mwenyewe niliyesimama hapa naitwa Samia Suluhu Hassan, mgombea ubunge wa nafasi ya uraisi wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Kushoto kwangu ni wabunge wawili Ridhwan Kikwete wa jimbo la Chalinze, Subira Mgalu wa jimbo la Bagamoyo, lakini mbele yetu hapa chini tuna madiwani wetu wa kata zetu katika eneo hili. Sote kwa pamoja tunaomba kura zenu, ndugu zangu, tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi, mwezi ujao. Tuombe Mwenyezi Mungu atuamshe salama, wote kwa pamoja tutoke kwa pamoja tukapige kura ili tupate nguvu kubwa ya kufanya tuliyoyasema. Lazima kura ziwe nyingi sana, kura ziwe nyingi sana kwa unapotoka, pitia jirani yako. Mabalozi mlioko hapa, hakikisheni mnapotoka, toa na watu kwenye nyumba zila, zile nyumba zako zile, waambie twende pamoja tukapige kura. Oktoba, Oktoba, Oktoba tunatiki tunatiki tunatiki na tena e, ndugu zangu wane wane, usikose sehemu ya pili ya michapio ya viongozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Usisahau kulike, kucomment, kushare na kusubscribe akaunti yetu ya Ndui Media. Asanteni sana ndugu watakazamaji.